Tarehe mbili mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano itakuwa ni kumbukumbu -kumbu kubwa kwa wachungaji na wenza wao Kanisa ya Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Tabora. Safari ya utulivu kuelekea mbuga za wanyama Serengeti imewadia. Ni mimi na wewe waumini huweza kuhakikisha watumishi hawa wanapata nafasi hii ya dimu ya kwenda kutuliza akili nafsi na hata roho zao ili kuweza kuyatafakari yale mazuri ambayo watakaporejea, tuna tunaimani itakuwa ni faida na manufaa kwa maeneo wanayotoka. Tulikubaliana kwamba kila mchungaji atoe shilingi laki mbili na hamsini elfu ambayo itambeba yeye pamoja na mwenza wake, lakini kanisa Anglikana Dayosisi ya Tabora kupitia baba Askofu Dr. Elias Chakupewa imeongeza fedha ambazo kimsingi angepaswa kulipa mchungaji maana gharama ya kwenda Serengeti kwenda na kurudi, kulipia ada na lazi na chakula, labda kila mmoja angelipa zaidi ya shilingi laki tatu. Lakini askofu kwa moyo mwema pamoja na watendaji wake katika ofisi kuu waliona ni vema kutafuta nguvu nyingine, kutafuta fedha nyingine ili kuweza kufanikisha utulivu huu. Zimebaki siku chache kuweza kufika katika siku hii. Itakuwa ni safari nzuri, safari yenye kusisimua lakini wapo wanaosema ni safari ambayo inakwenda kuandika historia kwa dayosisi hii ya Tabora. Tusiache kuwaunga mkono wala kuwawezesha wachungaji wetu kwa kadri Mungu atakavyokuwezesha jambo hili. Mwenye kuweza kunifanikisha ni mimi, wewe na yule. Sisi binafsi, mi kama katibu wa kanisa kule ninapoabudu tumeshaweka utaratibu na tumeshafikisha laki mbili na elfu hamsini na sasa tunatafuta maji ya mchungaji njiani. O, kama makanisa mengine ya Anglikana, Diocese ya Tabora hawajafanya hicho kitu, unatakiwa afanye tena kwa haraka, kwa sababu muda wenyewe umekwisha. Ni wakati wa kuanza kutafakari kwamba anakwendaje, wanaendaje. Tukumbuke kwamba wamekuwa na wakati mwingi sana wa kutuombea, lakini hawana wakati wa kurefresh. Ni wakati ambapo sisi tunaweza kuwa tumelala tukapata pando na tukawapigia simu hata usiku wa manane, wakamka wakaomba na sisi. O, kipindi kama hichi ambacho wanaenda kwenye utulivu, sisi kazi yetu ni kuwaombea utulivu wao na amani, lakini katika utulivu Mungu aoneshe nini kinatakiwa kwa dayosisi yetu. Je, Je, mafundisho gani yatolewe? tuna maono gani miaka ishirini, ishirini na tano ijayo? Tunatamani dayosisi yetu iwe na nini na mambo gani ya kufanya ili kuweza kufikia hayo malengo? Na ni matarajio yetu kwamba tutajifunza katika huduma yetu hii ambayo Mungu amekuitia, tutanolewa kwa upya, tutakuwa na utulivu kwa kujengana katika huduma ya kanisa, na hivyo niombe sana hata Wakristo wetu ambao tunawahudumia basi waweze kusapoti kutoa sapoti kuwaunga mkono wachungaji wetu. Najua wachungaji wanafanya kazi kubwa ya kufanya ibada, kuwaombea, kuhubiri, kuwatembelea nyumba kwa, kwa nyumba. Kwa, kwa kuwa swala hili linahusu kanisa ndilo linalotakiwa kumlipia mchungaji, basi ni vizuri sana Wakristo wakapata kutoa michango yao. Tunasema asante kwa Baba Askofu Daktari Elias Chakupewa kwa maono na wazo hili aliyoiwaza kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Naamini na yakuwa jambo hili litakuwa endelevu si tu kwa mwaka huu lakini huenda hata kwa miaka ijayo kwa maeneo tofauti tofauti. Kwetu sisi tunasema hii ni furaha. Ipo cha kujifunza kutoka kwa baba askofu wa wengine wote ambao watafuata katika ofisi hii. Neno la Mungu nasema, kama unavyopenda wewe kutendewa, basi mtendee wengine. Kwa hiyo tuwatendee mema watu hawa, tuwawezeshe waende kule kwenye utulivu, na tunaamini kwa sana, wakati ufao watapokea yaliyo mazuri, watapata maono kwa ajili ya dayosisi yetu katika vitengo vyake vyote. Tutaanzia kule chini, tutaona watoto tuwaleaje ili wakuwe vyema, Mithali 22:6 lakini tutaenda kwa vijana ni namna gani tuwafundishe vijana wetu, wanatakiwa kuwa wa aina gani? Tutaenda kwa wamama na wababa baba. Baba ndani ya familia, mama ndani ya familia, wana kazi gani? Lakini tutarudi ngazi ya familia, tutakwenda kwenye kanisa. Je, wazee wa kanisa wana majukumu gani? Wanajua majukumu yao? Lakini tutakwenda kwa wachungaji wa injilisti mpaka tunafika kwa askofu e. Tukienda kwa namna hiyo, kumbe tutakuwa tumefundisha na taifa lote litaelewa kwamba nini tunatakiwa kufanya. Tulikubaliana kwamba tarehe thelathini mwezi wanne ndio mwisho wa kupokea fedha hii. Ni kwa sababu ni lazima tufanye booking mapema kule Serengeti. Mwezi wa sita ni mwezi ambao watu wengi wa ndani ya nchi na hata nje ya Tanzania wanakwenda kutalii Serengeti. Kama wanavyofahamu, Serengeti ni mbuga kubwa, mmoja kati ya mbuga kubwa sana hapa Afrika Mashariki, na kwa sababu hiyo ina wateja wengi sana nyakati hizo za mwezi wa sita. Nikukaribishe uweze kuungana nasi katika kuhakikisha safari ya kwenda Serengeti kwa wachungaji na wenzi wao Inafanikiwa. Asante. Tukutane Serengeti. Tupumzike kidogo.